Leo ni Jumamosi Kuu, siku ya tatu kuu ya wiki hili takatifu. Sauti zimenyamaza. Kanisa ni kimya duniani kote. Kote ukimya unaila. Altare haina mapambo, misa haifanywi au vyema haisomwi. Ni siku ya huzuni hii, lakini pia ni siku ya matumaini yaliyofichika <mimu> Ni matumaini yetu kwamba mbuheri wa afya ingawa katika ukimya wa kaburi. Ni wakaribisha sana wasikilizaji wetu wa Radio Maria Nairobi katika kipindi hiki maalum cha tafakari ya Juma Kuu kutoka kwenye meza yetu ya makala maalum. tukiwa katika siku za kipindi hiki kitakatifu kwetu kama Wakristo wa Katoliki na wana wa mama Bikira Maria tunaalikwa kutafakari safari ya roho zetu leo ni Jumamosi Kuu, siku ya tatu kuu ya siku tatu zijulikanazo kama Triduum. Sako kwa bako, tuende pamoja katika tafakari hii. Yesu mkombozi wa ulimwengu wote amelala kaburini, katika makao ya wanaotutoka duniani amelala, mwili wake umelazwa. Lakini cha kufurahisha ni kwamba kazi ya wokovu inaendelea katika fumbo la ukimya. Wanafunzi wake wametawanyika aliyowaamini hawa wamekimbia, wasiamini kama mwalimu wao anaweza kupitia hayo mateso kisha kifo katika msalaba wa mti katikati ya wezi. Kama Yesu alifanyiwa hivi, wao wakishikwa itakuwaje? Walijiuliza. Maria mama yake anaomboleza, marafiki wachache wa Yesu wapo kimya, wakitafakari juu ya aliyo ua ya yamejiri. Labda walijiuliza, yaitakuwaje bila Yesu? Ni siku ya kukumbuka maumivu kutokana na majeraha na kungoja au kusubiri ahadi aliyokuwa ameweka Yesu. Alisema na nukuu, baada ya siku tatu nitafufuka, mwisho wa nukuu. Lakini leo ni siku ya pili. Ni rahisi kupoteza imani. Ni rahisi kuhisi kama kila kitu kimepotea. Wanafunzi wake walionekana kupoteza imani. Wanafunzi wake walionekana kukata tamaa kuwa kila kitu kilikuwa kimepotea. Lakini Jumamosi Kuu inatufundisha jambo moja kuu. Kimya cha Mungu. Sio kutokuwepo kwa Mungu. Mungu hufanya kazi hata katika kimya. Hata kaburini, Yesu anaendelea kushinda giza. Nashuka kuzimu kuangaza waliofungwa, Ninawaleta nyumbani. Yesu alisema. Jumamosi Kuu ni siku ya imani iliyotulivu. Tunaamini kabla ya kuona, tunatumaini bila hisia, tunasubiri bila mashaka. Ni siku ya kuwa pamoja na mama Bikira Maria, mama aliyepoteza mwana lakini bado anashikilia ahadi ya Mungu. Maria hakukata tamaa, alikaa kimya, lakini aliendelea kuamini. Ni mara ngapi maisha yako yameingia kwenye Jumamosi Kuu? Umeteseka, umepoteza, umelia, na sasa ukimya. Hakuna jibu, hakuna muujiza. Je, bado unaendelea kungoja Pasaka? Leo tunafundishwa kutokuwa watu wa haraka tusikimbilie kuruka kutoka Ijumaa Kuu hadi Pasaka. Tutulie hapa, tukae kwenye kaburi, tusubiri kwa imani Hauni. Tuombe Usikiti. E Bwana Yesu, leo ninakaa kimya na katika ukimya pamoja na kanisa lako ninakungoja, ninashikilia ahadi zako, hata kama sijioni, ninaamini kuwa giza si la milele Kulikuchwa giza nene likaingia, kutakucha mwanga ngavu uingie na uangaze. Ninaamini kuwa wewe unashinda hata kaburini, unitie nguvu ya kusubiri, nipe tamaa ya kukaa zaidi katika kukusubiri, nijaze na matumaini ya Pasaka ijayo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Leo ni siku ya kimya, lakini si ya kushindwa. Ni siku ya kungoja. Usiku wa leo tutakusanyika upya tukiwasha mishumaa, tukisikia maneno yenye nguvu. Kristo amefufuka. Lakini kabla ya hayo, tulia. Kaa kimya. Mfungulie Bwana kaburi la moyo wako. Anakuja kulitembelea. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye tafakari hii ya Jumamosi, yaani Jumamosi ya ukimya. Makala haya yameletwa kwako na Redio Maria Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako amu, ukipenda parokia hewani. Zidi kutusikiliza kwa makala mengine kama haya kesho, ambayo ndiyo funga kazi ya makala haya, dunia inaposhuhudia kufufuka kwa Kikristo wa Nazareti. Kaa nasi upate kusikiliza vipindi murua vyenye mafunzo kochokocho na bora katika ukuaji wako. Kufikia hapo, sina la ziada kwa meza yetu ya makala haya ya Juma Takatifu, ila ya kuwaaga wasikilizaji kwa sasa. Tukutane tena kesho katika Jumapili ya furaha za aleluya. Nimekuwa nahodha Shambah wa Shambah. idhaa ni Redio Maria Nairobi, masafa ni 107.3 au 107.0 FM. Popote pale ulipo, Mungu awabariki. Jumamosi Kuu, tulia. Mungu bado anaongea katika kimya. Siku njema.